Je, frateri ni nani? Karibu. Mafundisho haya yameandaliwa na Frateri Bruno Mwala OSB. Kuna siku nilikuwa nimeongozana na padri ya kwenda kusali misa mahali fulani. Mwishoni mwa adhimisho tulipata nafasi ya kusalimia waumini na kujitambulisha. Padri alinipa nafasi ya kwanza ili niweze kujitambulisha na kusema neno. Nilijitambulisha jina langu kwa kuanza na jinsi ninavyoitwa; naam, nilijitambulisha kwa kusema naitwa frateri. Neno frateri lilibaki vichwani mwa wengi. Frateri ni nani? Labda walikuwa wanajiuliza swali hilo. Ni kweli walijiuliza, maana baada ya baraka ya mwisho waliniuliza swali hilo. Kimsingi neno frateri lina asili ya kilatini lenye maana ya ndugu. Kwa Kiingereza ndio huitwa Brother na kwa Kijerumani Bruder. Yote kwa pamoja Frateri, brother, Bruder humaanisha ndugu. Basi kwa nafasi hii nitaeleza maana ya Frateri kwa kuzingatia si maana ya Kimonaki, yaani kitawa, zaidi hasa kwa kuzingatia maana ya Mseminari. Frateri kwa hiyo ni namna anavyoitwa kwa heshima yule ndugu anayelelewa kwa ajili ya kuwa kuhani baadaye. Huyu husoma zaidi falsafa na baadaye teolojia na kisha hitimisha masomo na baada ya walezi kujiridhisha kwa vigezo vyao hufanywa kuwa shemasi na baadaye padre. Kumbe ni hatua ya awali kabisa katika malezi ya kuendea daraja takatifu ya upadre. Mara zote ufupisho wa frateri ni F R T, ni tofauti kabisa na father ambaye kifupi chake ni F R. Tuzingatie kuwa, watawa kwa namna ya pekee Wabenediktini hasa kwa abasia ya Hanga na Mvimwa, siyo kila anayeitwa frateri anasoma au kulelewa ili awe padre. Wao wamechagua kutumia frateri na siyo brother wala bruder kama namna yao ya kuitana. Kanuni ya Mtakatifu Benedikto inawaruhusu kuitana hivyo kwa heshima. Asante.